Habari za mda huu, ndugu mfuatiliaji wa channel hii. Leo nimekuletea somo ili hapa, jinsi ya kurudisha picha, video, documents, audio zozote zile. Namaanisha audio iwe mziki au nyimbo zozote zile, au unaweza kurudisha video yeyote kwa njia hii rahisi ambayo nitakuelekeza leo. Kumbuka unapokifuta kitu hakifutiki jumla, kwa hiyo hebu tuenda pamoja, ili tuweze kurudisha vitu hivyo namaanisha labda kitu hicho au video hiyo au picha hiyo ulifuta kwa bahati mbaya, labda hata ulimpa mtoto, kisha kafuta video hizo au picha zako au kitu chochote kwenye simu yako kwa bahati mbaya, au wewe mwenyewe h ulifuta kwa maksudi au kwa bahati mbaya. Twende pamoja, tuweze kurudisha hizo vitu zako. Utakuja hapa kwanza, kumbuka, nitakiwa tutoe mfano tufute kitu yaani, tufute kama picha, alafu tuirudishe. Njo hapa files, au unaweza ukaenda pale kwenye ile application ya gala. Open hapo au fungua. Ukisha fungua, itaonekana uh, dashboard kama hivi. Kuna download, video, documents, image, audio hapo kwenye categories. Na maanisha, ngoje tufute picha hapa hapa, siku ndo kwenye image, ndugu yangu, gusa hapo. Kumbuka ama nitakiwa tufute au to delete picha, kisha tuzirudishe hapa. Tulipo click hizi, ndo image. Sasa ngoja tu click hizo hizo hapo, tuguse humo, kisha tuzifute. So, unajua jinsi ya kufuta, eh? Una delete yani, unagusa hapo, kisha una delete kama hivi. Sasa kwa kuwa sisi tunafuta nyingi au multiple, nitakiwa tushikilia, kisha tuweke vitiki kama humo Umeona hivi tiki, maana yake tumemaki hapa. Tukisha maki, kisha tutaklik hapa, taklik hapa. Ni rahisi sana ndugu yangu. Umeona hiki kidude hiki hapa, angalia kwenye mshale. Ukisha maki tu hapo, maana yake ama hapo nimechagua sita nitakao nizifute, kisha nitaklik hapo niliponyoshe mshale gusa hapo. Baada ya hapo, inakuambia move six to trash, kisha utagusa hapa, umeona sehemu yenu ilionyosha mshale, utagusa hapo ndugu yangu, usipate shida. Kumbuka hapa tunafuta kwanza, ili tuweze kuzirudisha. Ukisha click hapo ya, yaani tayari zishafutika. Zile picha tamba tumkoa. Bila shaka unajua jinsi ya kufuta ndugu yangu, ndo hivyo ukishafuta. Sasa hebu njoo hapa tuweze kurudisha, nenda pale pale ambayo ilikuwa kwenye dashboard ya files. Ni hapo umepaone, tayari tushafuta picha zetu pale. Nataka tuzurudisha, njoo hapa. Umepaona hapa kwenye menu, una maanisho kwenye hivyo mistari mitatu iliyolala, gusa hapo. Kumbuka sasa hivi tunafanya mchakato wa kurudisha hapa Tushafuta tayari, gusa hapo. Ukishagusa sehemu hiyo kisha njoa hapa, tulivyofuta zimehamia hapa, unaona eh? Kwa hiyo unaweza ukashangaa unafuta vitu vyako simu inajaa, kumbe bado hujazifuta vizuri. Kliki hapo, gusa hapo. Ukishagusa hapo, hizi hapa umeziona zile picha ambazo tulikuwa tumezifuta, hizi hapa zimehamia hapa. Kwa hiyo usipate shida njoo hapa. Je, utaamua uanze kurudisha moja moja unagusa, lakini sisi haturudishi moja moja, utagusa tu hapa mara moja hapa. Umeona hapa kwenye huo mshale nilionyoshea, yani utagusa hapo ili uweze kuselect. Ukigusa hapo zitajiselect zote kama ifuatavyo. Kama hivi, sio? Maana zimepiga tick huko. Kuna tick zimepiga huko. Sasa usipate shida. Baada ya hapo utachagua Je, we unataka kurudisha hizi picha au unataka kuzifuta jumla? Ukishazifuta jumla, nitakie utumie ile njia nilo kufundisha wiki iliyopita. Kuna njia ambayo nimekufundisha wiki iliyopita ya kurudisha vitu vilivyofutika hata miaka hata miwili iliyopita. Unaona? Yaani hata kama umefuta hapa kwa njia ambayo nitakuelekeza hapa, ila kuna njia nilishafundisha tayari ya kurudisha vitu hivyo kukupitia apu maalum. Sasa leo niko na kufundisha hii njia rahisi. Utagusa hapa, ukishamaki hapo utagusa hapo hapo hapo kwenye restore. Umeona hapo kwenye restore? Umeona, baada ya kugusa hapo hapo ndo unahamisha hapo, yaani hapo zinahamia kule. Kwa hiyo baada ya kugusa hapo tena utakuja hapa. Usikate video, endelee kusikiliza. Angalia haka mshale niliponyoshea. Usiguse, pengine ikishafanya hivyo, gusa hapo niliponyoshea, hapo kulipo gusa huo mshale, ukishafanya hapo tayari hizo video zako au picha zitapotea kabisa kama hapa. Maana hapa paka hapa tayari zisharudi kule yule kwenye nini? Kule kule kwenye files zitakuwa zisharudi kwenye gallery. Ukienda hata save kama jinsi nilivyofuta hivi nikienda hivi nilivyozirudisha niki, nikienda kule kwenye gale nitazikuta tena, au sio? Kwa hiyo leo nilikuwa naonyesha au nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa ya kurudisha picha, video, documents au audio zote zio, miziki, nyimbo zote kwa njia ya rahisi kabisa kuzirudisha. Nakutakia siku njema.